Mimi niliyesimama hapa naitwa Samia Suluhu Hassan, pigia mstari jina la katikati suluhu, na nadhani tuliyoyafanya kipindi cha kwanza cha awamu ya sita imeonesha kwamba huyu mtu ni mtu wa suluhu ya mambo mengi kwa jimbo la Kisarawe na jimbo la Mkuranga ambao ni maarufu kwenu, nataka niwaambie haya mawili ni majembe. Wamejieleza wenyewe jinsi walivyonisaidia serikalini. Kwa hiyo naomba mnirudishie kwa nguvu kubwa, nirudishi nguvu kubwa watatu. Madiwani wetu mimi na wabunge tutafanya kazi ngazi ya taifa kule juu. Madiwani hawa ndio bunge lenu dogo la Mkuranga na Kisarawe. Nilikuwa nasema madiwani hawa ndiyo bunge lenu dogo la Mkuranga na Kisarawe. Mafedha waliyoyataja hawa yalikuwa yanapita halmashauri. Yanapokewa, baraza la madiwani linakaa pamoja na maelekezo ya fedha zilizoshushwa, wanaangalia wanasimamia utekelezaji wake.